Tunaendelea na kampeni zetu na katika mikutano hii ya kampeni ya majimbo, huu leo ni mkutano wa tisa. Leo ningependa nianze na jambo moja, ndugu zangu. Kuna tofauti kubwa sana ya kiongozi na mchuuzi. Sijui kama tunafahamu, kuna tofauti kubwa sana kati ya kiongozi na mchuuzi. Kiongozi mnamuona jinsi anavyoguswa na maisha ya watu wanaotaka kuongoza naye, si mwingine ni mheshimiwa Othman Masoud Othman yule pale. Na mchuuzi, mnaona, miaka mitano hii imekuwa ni ya kutuchuuza. Lakini nataka kulizungumza hasa mnaofuatilia fuatilia hotuba zake huko, mimi namstaajabia sana. Anazungumza ntafanya hili, ntaondosha kero hii. Hayo tuseme sisi ambao hatuna hatamu za kuongoza serikali, wewe serikali umeiongoza miaka mitano. Kwa nini hayo unayosema utayafanya hukuyafanya miaka mitano? Unamsikia anazungumza ataboresha maslahi ya walimu. Kwa nini hukuyafanya akawa mazuri miaka mitano hii? Anasema ataondosha kodi ambazo ni bughdha kwa wafanyabiashara. Kwa nini huziondoshi sasa na wewe una mamlaka? Anasema ataleta ajira. Kwa nini hukuleta ajira miaka mitano iliyopita? Ndugu zangu, haya yanatosha kutuonesha nani kiongozi na nani mchuuzi. Wewe kijana wa Zanzibar, tena mimi, wengine nawaonea huruma vijana wetu, manake vijana ninyi mlioamka, hebu mkikaa huko, waamsheni wenzenu. Wewe kiasi gani unaona fahari, unavuta video, umebeba mikate ya boflo mitatu, unasema hiyo ndio sababu we ya kumchagua mgombea, we thamani yako bafulo tatu, lakini inakuonyesha kiasi gani wamewapumbaza baadhi ya vijana wa nchi. Sasa mimi nataka nitumie fursa hii niwaambie vijana, wewe kijana huwezi ukaishi kwa kutegemea kugaiwa gaiwa. Leo utakuwa nayo kugaia, kesho na kesho kutwa wewe kesha kuvunja msingi wa utu wa kujituma ukajisimamia. Kama wanawapenda mambo mawili mambo mawili. La kwanza ilikuwa ni kuwasomesha na kuwasomesha, kuna namna mbili, ama anaweza kuwa mtu akili yake nzuri, akasoma darasani, akaenda akasoma masomo mpaka digrii, au yule ambaye akili yake Mwenyezi Mungu kaelekeza katika utundi wa mikono na akili yake akapelekwa kwenye mafunzo ya kazi za stadi za ufundi. Lakini baada ya kumsomesha, umtafutie ajira. Sasa nimetaka kulishika hili kwa sababu jana mmemsikia mgombea wetu wa urais alipokuwa akichambua sera elimu kasema jambo la kwanza, huu ufisadi wa kumfanya kijana wetu anaanza maisha tu na deni la elimu, tunakwenda kuliondoa. Mgombea urais kasema tutamsomesha kijana kuanzia nasari mpaka chuo kikuu, mwisho wa upeo wake atasomeshwa bure na serikali yake. Na hili ndugu zangu, ni kumtua mzigo, sio kijana tu, hata nyinyi wazee kwa sababu sasa hivi wazee wanajihini, wakipita wengine wakidhalilika, kuomba wengine, wanafanya kazi hata hastaiki kufanya. Mtu kesha jichokea, anatafuta kumsomesha mwanawe, anamsomesha mwanawe kwa matarajio kwamba huyu akishasoma akipata ajira atakuja kuwa mkombozi wake na mkombozi wa mzee aliyemsomesha. Kwa hivyo hilo la kwanza, na rais kiongozi kakwambieni ni msimamo wake.